Mchungaji kutoka Afrika Kusini anayefahamika kwa jina la Joshua Mlakela amezua taharuki katika mitandao ya kijamii ambayo imeenea sana kwenye mitandao ya TikTok nchini, Ashton alimaarufu kama laptop akiacha maswali mengi kuhusu utabiri aliotoa kuwa Yesu atarudi Septemba 23 au Septemba 24 mnamo mwaka 2025. Mlakela alidai alipata maono kutoka kwa Yesu akimwambia kuwa tarehe 23 au tarehe 24 Septemba 2025 Yesu atarudi. Alisema katika maono hayo alimsikia Yesu akisema kwamba ninakuja hivi karibuni, kwamba watu wawe tayari. Wengi baada ya kusikia taarifa hiyo wameuza mali zao na wengine wakiz ya manani na wengine kuzipuuza. Hata hivyo, jambo hili limewashangaza wengi na baadhi ya wachambuzi wa Biblia wamekumbusha maandiko hayo kuwa ishaikutokea lakini haikutimia, wakisema kuwa hakuna saa wala muda maalum ambao Kristo atarudi, na kusema kuwa hata malaika walioko mbinguni hawajui kuja kwa mwana wa Adamu. Lakini wengi wameitazama kama aina ya utabiri ambao hujathibitishwa kwa imani mahususi ya kidini. Pia kuna tahadhari kuwa mara nyingi matabiri ya siku za mwisho hayakuwekwa wazi kwa Imani kamili. Na hii ni TMedia tu, tunaendelea kukuhabarisha kwa habari mbalimbali, cha kufanya subscribe ili upate habari mbalimbali, langu jina ni Loisi Skila.